Kwa miezi mingi, nyumba ndogo katika mji tulivu wa Sarifathi ilihisi kama mahali palipofunikwa na mwanga. Jua lilipochomoza, liligusa madirisha kwa mwanga wa joto. Na ndani ya nyumba palikuwa na vya kutosha. Unga wa kutosha kuoka mkate. Mafuta ya kutosha kupikia. Tumaini la kutosha kujaza kila pembe. Mjane aliyeishi hapo aliwahi kuwa mpweke sana, lakini mambo yalibadilika Mungu alipomtuma nabii wake Eliya kukaa naye. Tangu siku hiyo, siku zake zilihisi kuwa salama, zenye mwanga zaidi. Na mwanawe mdogo aliyependa kumfuata Eliya kila mahali, alijaza nyumba kwa maneno ya furaha kila asubuhi. Mjane aliangalia chungu cha unga na chupa ya mafuta. Hazikuisha kamwe hata kidogo. Ilikuwa muujiza wa kimya, mnong'ono wa Mungu uliokuwa ukisema, nipo, nitakutunza. Kwa muda mrefu, maisha yalikuwa ya amani. Lakini asubuhi moja, kitu kidogo na cha ajabu kilivunja utulivu Kikohozi cha upole, cha haraka, rahisi kukipuuza. Mjane alidhani si kitu, akampapasa mwanawe nywele na kusema, umekuwa mchovu mwanangu. Mwanawe bado alitabasamu, bado alicheza, bado aliuliza Eliya maswali kuhusu Mungu, kuhusu nyota na kwa nini mkate unapanda na kushuka. Lakini siku iliyofuata kikohozi kilirudi, safari hii kwa sauti. Kilitikisa kifua chake kidogo, hatua zake zikawa polepole, macho yake hayang'arishi kama zamani. Karibu mvulana ambaye kawaida alijaza nyumba kwa kicheko akaamua kulala badala yake. Mama yake aliketi karibu naye na kugusa paji lake. pumzika mwanangu, akanumona. Lakini hata aliposema hivyo, hofu ilianza kubana moyo wake. Eliya alikuja karibu na kuomba pamoja nao. Sauti yake ilikuwa tulivu. Bwana, weka uponyaji wako juu ya mtoto huyu. Lakini mvulana hakusogea. Pumzi yake ikawa nyembamba kama mwanga wa mshumaa unaotikisika kwa upepo wa upole. Mjane alimsogelea, akisikiliza kila pumzi dhaifu. Kisha bila kutarajia, pumzi hizo ndogo zikakatika. Alimtikisa taratibu, kisha kidogo kwa nguvu. Tafadhali, akaomba, fungua macho yako. Lakini hakuyafungua. Sauti ikapanda kutoka moyoni mwake, sauti kubwa kuliko maneno. Alimkumbatia mwanawe na kulia, machozi yakalowesha shati lake. Kilio chake kikajaza nyumba, chumba kilichowahi kuwa na kicheko. Sasa, kilihisi kuwa kimya chenye uchungu. Katika kona, chungu cha unga kilikuwa kimejaa kama kawaida. Lakini mjane alihisi kana kwamba kila kitu kizuri katika maisha yake kimeteleza kutoka mikononi mwake. Kupitia machozi, alimwangalia Eliya. Mtu wa Mungu. Akanong'ona kwa sauti iliyotetemeka. Umekuja kunikumbusha makosa yangu. Mungu amemchukua mwanangu kwa sababu yangu. Eliya alihisi huzuni yake kana kwamba ni yake mwenyewe. Alipiga magoti pembeni yake. Hapana, alisema kwa upole. Huu si adhabu. Mungu hajamaliza. Nipe mwanao. Mikono yake ilitetemeka alipomlaza mtoto mikononi mwa Eliya. Eliya alimshika kwa upole, kama mtu anayebeba hazina. Kisha akapanda ngazi polepole kuelekea chumba kidogo cha juu alichokuwa akiomba kila usiku. Akamweka mtoto kitandani pake. Chumba kilikuwa kimya. Nje upepo mdogo ulipapasa dirisha, lakini ndani palihisi kutulia kabisa. Eliya alipiga magoti karibu na mvulana na kuinua uso wake kuelekea mbinguni. Bwana Mungu wangu, akaomba, kwa nini hili limetokea kwa mjane aliyenitendea wema? Amempoteza mwanawe wa pekee. Sauti yake ikatetemeka aliponyoosha mwili wake juu ya mtoto, ishara ya maombi ya dhati. Katika wakati huo, akalia tena, Bwana Mungu wangu, rudisha uhai wa mtoto huyu. Hakuna kilichosogea. Chumba kilihisi kama muda mrefu kabla ya alfajiri, wakati anga hushikilia pumzi. Eliya akaomba tena kwa sauti kubwa zaidi. Machozi yakidondoka juu ya uso wa mtoto. Kila sehemu ya moyo wake ililia. Kila neno lilibeba tumaini. Kisha kitu kikabadilika. Mwanzoni, Eliya alidhani amevizia. Sauti ndogo Mnong'ono wa hewa. Akainama karibu. Kifua cha mvulana kikainuka kidogo sana, kisha tena, kisha kwa nguvu zaidi. Eliya akapumua kwa mshangao, furaha ikimfurika. Asante Bwana, akanong'ona. Asante. Akamnyanyua mtoto aliye hai na kushuka naye haraka ngasi. Mjane alikuwa amekaa sakafuni na uso wake umefichwa kwenye mikono yake, alikuwa anatetemeka kwa huzuni. Eliya alisema kwa upole ili asimtishe. Tazama, akasema, mwanao yu hai. Mjane akainua kichwa, macho yake yakapanuka. Kwa muda hakusogea, kisha akasimama ghafla na kumkimbilia mwanawe. Akamkumbatia kwa nguvu, akicheka na kulia kwa wakati mmoja. Mwanangu, akanong'ona tena na tena, mwanangu mpendwa. Eliya akasogea nyuma akiwatazama kwa tabasamu la kimya mjane akamwangalia kupitia macho yenye machozi ya furaha sasa najua akasema kwa sauti iliyojaa mshangao kwamba kweli wasema ukweli wa Mungu na amesikia kilio changu usiku ukaanguka taratibu juu ya Sarfathi. Nyota zikaangaza juu ya nyumba ndogo. Ndani, mjane alimlaza mwanawe kitandani, akimpapasa nywele kwa upole. Alitabasamu kwa usingizi, tabasamu la mtoto aliyesalama. Alipozima taa, chumba kilihisi kuwa na joto tena, kimejaa tena. Vyombo vya miujiza vilikaa kona ile ile, lakini sasa mjane alijua kitu kikubwa kuliko mkate wa kila siku. Alijua kwamba hata katika giza nene, Mungu husikiliza, anaona kila chozi, hamsahau mtoto wake yeyote, na kwa wakati wake mwenyewe huleta mwanga tena kwenye mioyo iliyovunjika. Kwa hiyo unapolala leo, kumbuka familia hii ndogo ya Sarifathi Mkumbuke mvulana aliyepumua tena, mkumbuke Mungu ambaye hakuwahi kuacha kusikiliza. Funga macho yako sasa, lala kwa amani. Haujawahi kuwa peke yako. Mungu husikia kila kilio, hata zile za kimya, na yuko karibu siku zote.